Morogoro, mtanikubaliana na mimi kwamba no reforms no election ya CHADEMA inajibu kilio chetu cha mtaani siku nyingi. Kweli si kweli? Kweli, mtakubaliana na mimi. Jambo la pili, tukikaa vijiweni tunasema hivi, hata ukichagua upinzani CCM atashinda tu. Hiyo lugha ipo haipo? Wanaosema hiyo lugha ipo, nyoshe mkono. Asante, shusha lugha yetu ya tatu mtaani wanasema hivi hata tukichagua upinzani CCM akishindwa, mtangazaje atamtangaza mshindi wa CCM. Tunakubaliana hilo? Hebu nyosha mkono tukubaliane na hilo. Shusha. Kwa sababu hiyo, nyinyi watu wa Morogoro ni sehemu ya Watanzania ambao hamwamini kwenye uchaguzi huru, kwa sababu kula yenu haina maamuzi. Mwamuzi ni anayemtangaza mshindi. Kweli si kweli? na kwa sababu hiyo, Morogoro tunakubaliana, kurudi kwenye uchaguzi wa namna hiyo ni kupoteza muda. Ndio maana idadi ya wapiga kura Tanzania kila siku inashuka, kweli si kweli? Sasa Chadema imejibu hilo jambo na imejibu, imekuja tupate tumehuru, tupate mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ili tuwe na uchaguzi wa huru na haki. Wangapi wanakubaliana na hiyo wito wa Chadema? Na kwa wingi huu, manake mnakubaliana na Arusha Mwanza, Geita, Mtwara, Lindi, Ruvuma na sehemu kote ambako Watanzania wamekubali. Sasa jambo la tatu, kwa kuwa Morogoro mna tabia ya kuchagua koka, mnaletoa fanta na mna fanta huu mwaka wa 20. Kweli si kweli. Lakini Morogoro sio wanyonge, tukiamua ile fanta tuiondoe hata kesho tunaiondoa, kweli si kweli? tagaa fanta menyu yenu mezani, mnaagiza koka ila mnaletewa fanta kipapri papri. Kweli si kweli? Sasa Chadema inaogopa nyinyi kuiondoa ile fanta, msimuwage damu. Ndo maana tunataka mabadiliko ya sheria ya katiba ya kwamba uchaguzi ufanyike tukiwa na tume huru ili kuepusha maafa ya vijana wakina mama kuuawa wakati wa uchaguzi. Hilo jambo jema baya, yeah! na kwa kufanya hivyo, Chadema itakuwa imeepusha umwagaji damu. Hilo jambo jema, baya? Yeah! Na kwa kufanya hivyo, Chadema itakuwa inatangaza amani. Hilo jambo jema, baya? Yeah! Wenzetu CCM hawataki, wanataka turudi kwenye uchaguzi ambao diwani atangazwe mpaka mabomu yapigwe na risasi zipigwe. Kati ya Chadema na CCM nani mshari anataka damu ya watanzania imwagike? Yeah! Na kati ya Chadema na CCM nani ambaye anatangaza amani anawajali watanzania wa Tanzania wasife, uchaguzi ufanyike wa huru na haki? Na kwa sababu hiyo, ina ujumbe na polisi. Chadema wanatuma message kwamba hawataki uchaguzi ambao jeshi la polisi ni mchezaji wa akiba wa CCM, mchezaji wa akiba wa akizibiwa, anaingiza wetu wanetu wakishapigiwa simu wakija pale, uso wa mbuzi ni mabomu na risasi tu. Kweli si kweli? Hapo tunabakigina machaguo mawili: tukomae tufe au turudi nyuma, watangaze fanta. Tukomae tufe, sindio? Nani? Mnajijua maogoo, sisi ni wabishi, sindio? Na kwenye mkoa huu wapinzani tumeshawahi kushinda, sindio? Sasa Chadema inawaambia polisi, tunataka uchaguzi ambao polisi hausiki, anakaa pembeni kama mwangalizi wa uzinzi na usalama. Hilo jambo baya na si, hatuna bifu na polisi. Polisi ni wakwe zetu, washikaji zetu eh, tunakaa nao vijiweni, si ndio? Tuna, tuna ugomvi na polisi, na Chadema haitaki ugomvi na walimu, kwa sababu walimu vile vile ni wachezaji wa akiba wa CCM, kweli si kweli? Chadema haitaki ugomvi na watendaji wa, wa mitaa anapigika wangapi? Wanasema tupate uchaguzi huru, sisi sisihem wanapigwa kwa huru na haki. Asante sana Morogoro, muda ni mchache, tumetoka huko Mlimba, wengine Kilombero, ili jeshi la vijana ni matunda yameiva. Mnyika miaka ishirini na tano Chadema makamu mwenyekiti, mheshimiwa eti miaka ishirini na tano Chadema, yaani hao ujana wao wameumalizia Chadema na wanazeka Chadema, zikija zile zikina karagosi zile, unaziangalia. Alafu nasema kwa hao wawili tu wale waje wao na mama, maana kuna bundi na watoto yake. Tukimwita bundi na watoto wake, watawaoza sasa. Naambiwa mitoto ya bundi sahivi imefundishwa kuruka, na yenyewe inaruka ikija Morogoro hapa mnaijua si ndio? Yeah. Gorogoro mnaijua, mnasingua hiyo? Yeah. mitoto ya bundi ni nani? Chama. Nani Chama? Nani? Haya, maprofesa kunja ngumi tu gari namna hiyo, mpaka mheshimiwa katibu mkuu kwa heshima kubwa na kukaribisha jukwaani na wewe utamkaribisha makamu mwenyekiti. Asante sana, asante <coughs> DJ mda hatuna Morogoro vipi? Morogoro vipi? Hebu <coughs> haitoshi sauti nagawanyika. Makamanda, hebu njoni tuwaone kwa mbele, msiwe waoga, hawa polisi wamekuja kutulinda. Njoni tuwaone, njoni kwa mbele, njoni kwa mbele. Na huku makamanda, vilevile sogeeni mbele, njoni tuwaone. Jukwani viongozi huku watoke tuje kwa mbele, tukikaa tuongee kwa pamoja, sawasawa. Morogoro haya, yeah. Kunja ngumi namna hii tuweze kusalimiana, ngumi nzito ya kijanja, sawasawa. yeah. Eh, Morogoro mjini kasoro bahari, sasa nijisikie niko pwani. pili poa! pili poa! hakuna mpaka. Asante sana Morogoro, kikieleweka sisi msiku nyingi nyumbani